Je, kutibiwa hospitalini kukosa imani? Uh, kumekuwa na mtazamo hasi ambao watu wengi wanajaribu kusema kwamba matibabu ya hospitalini kuna namna mwanzilishi wake sio Mungu. Huu ni mtazamo hasi ambao tuko nao wengi kuhusiana na hospitali, ya kwamba hivi vitu vyote vilianzishwa na shetani, au kwamba kwa namna amba, kwa amba, kwa amba vile ambavyo yanaenenda na kwa namna ambavyo matibabu yanafanyika hospitalini kwamba mwanzilishi wake sio Mungu. Nikwambie tu kwamba haya ni makosa ambayo tuko nayo. Haya ni baadhi ya changamoto ambazo tuko nazo katika kuelewa na katika utatuzi wa fikra zetu. Mwanzilishi wa afya au matibabu ni Mungu. Sio shetani kama wengi tunavyodhani. Kwa maana kisa kumbe Mungu ndiye mwanzilishi wa kila kitu kilicho jema. Kutibiwa kwe, kutibiwa hospitalini ni jambo jema. Mwanzilishi wake ni Mungu. Shida leo kuja ni kwamba kuna mikanganyiko kwa ambayo imeingia katikati na kutoa kwenye mstari wa kutokuamini vizuri kwamba je, hii vitu vimekaaje. Kunahitajika hekima kubwa sana kwa mtu kuamua ni njia gani ataitumia kwenda kutibiwa. Maana yake mtu anapopata ugonjwa, ugonjwa unaweza ukasababishwa na vitu vingi. Inaweza ikawa ni mazoezi mengine, au inaweza ikawa ni kwa sababu ya vyakula anavyokula, au pengine inaweza ikawa ni ugonjwa unasababishwa na vijidudu na vijimelea. Lakini sasa ile approach, au njia mtu ambaye ataitumia kwenda kutibiwa inategemeana na imani yake inategemeana na uelewa wake kuhusiana na afya. Mfano mzuri ni Mtume Paulo alipomruhusu Timotheo atumie atumie pombe kwa ajili ya kufanyaji ya kutibu magonjwa yake ya tumbo. Ile wengi we wanasema kwamba si Mtume Paulo alikuwa hana uwezo wa kumponya ndio maana akaprescribe dawa. Paulo alikuwa ni mmoja wa mitume ambao alikuwa na uelewa mkubwa sana kuhusiana na namna gani au njia gani aitumie kwa ajili ya matibabu. Kwa maana yake sasa, alikuwa na uelewa mkubwa sana kwamba ni mda gani huyu mtu inabidi apewe dawa za hospitalini au ni mda gani huyu mtu inabidi apewe ili abidi aombewe apokee uponyaji wa wa kiungu. Kwa maana kibwa sasa, tunahitaji neema kubwa sana na uelewa mkubwa wa Mungu kwamba atusaidie kila mmoja wetu katika namna ya kuapproach magonjwa, kwamba kuna mwingine akiumwa, lazima uelewe kwamba kwa inabidi umombe Mungu akueleweshe kwamba katika huo ugonjwa unaoumwa inabidi umuombe Mungu akuponye kwa imani au uende hospitalini au vyote kwa pamoja. Kwa maana sasa sisi kama Wakristo tunahitaji neema ya Mungu sana, tunahitaji sana Mungu atusaidie katika hili, tusikili kwamba au tusiseme kwamba kutibiwa hospitalini ni dhambi no. kitu ni kizuri kimeanzishwa na Mungu maana kalama ya uponyaji ni moja ya kalama ya Mungu, lakini pia kuna kalama ya hekima Maanake sasa kumbe Mungu ameachilia hekima kupitia madaktari. Hao madaktari hiyo hekima wanaitumia vizuri kufikiria na kupata diagnosis na kupata namna yote ya kutibu sisi. Kwa maanake sasa, kumbe inakuwa ni kalama ya hekima na maarifa ambayo imeachiliwa kwa madaktari na Mungu mwenyewe kwa ajili ya kutibu magonjwa, lakini pia haipingani na kalama ya uponyaji ambayo pia imeachiliwa kwa baadhi ya watumishi kwa ajili ya kuwaponya watu kwa imani bila kunywa dawa. Lakini sasa sisi kama wakristo tunaimhitaji Mungu sana, au tunahitaji tuwe na neema na maarifa ya kiwango cha juu kama Mtume Paulo, ya kwamba chochote, tatizo lolote linapotukuta tuweze kujua kwamba tunatumia njia gani. Swala je, kwamba mtu anapokuwa na jambo fulani, anaumwa, inabidi awe na uelewa mkubwa wa kujua kwamba hii tatizo inabidi niombe liishe ni, au inabidi nimeze dawa niweze kupona, au inabidi nifanye vyote kwa pamoja. Tunamhitaji Mungu sana tusaidie katika hili jambo, lakini kwa akili zetu kwa kawaida tunaendelea kukontradikti na kuona vitu haviendi sawa. Mungu akubariki sana.